Ukisoma hotuba kuna maeneo ambayo najaribu kuyakoti, kwa sababu ya muda najua ni dakika tano. Waziri amesema au ameandika tulipotoka, kulikuwa na vumbi hapa, alikuwa anaelezea rami. Tulikotoka kulikuwa na vumbi, lakini leo tunatembea kwenye rami. Tulikotoka kulikuwa na miteremko isiyopitika, leo tuna barabara zinaunganisha ndoto na fursa. Kuongezeka kwa barabara za changarawi kwa asilimia alizozitaja anasema hivi ni viunganishi vya matumaini. Unavyosoma vyote alivyovisema katika jimbo langu la Kyerwa ni kama havina uhusiano, na wakati mwingine nikiwa nasoma najiuliza hivi tuna Tanzania ngapi? Natambua kwamba resources zinaweza zisitoshe, lakini resources zitakuwa na maana kama zikimgusa mmoja mmoja, kama zikigusa jamii, kama zikigusa wilaya, kama zikigusa jimbo siseme hakuna kilichofanyika, lakini nikipata muda nikaeleza ramani ya wilaya ya Kyerwa, kuanzia zahanati, hali ya zahanati, idadi ya watumishi, hali yenyewe wa iliyopo, vyumba wanavyotumia kina mama, maeneo ya kupumzikia, nikaanza zahanati moja moja nikakutajia songa mbele, eh, nikatoka nikakutajia nyakatuntu na maeneo mengine, utasema kweli hii mlioandika mheshimiwa waziri aituhusu sisi. Lakini tukitoka hapa tukaenda kwenye changamoto ya, ya vyumba vya madarasa ya shule za misingi kuna baadhi ya vyumba eh, tukiongelea, tukiongelea baadhi ya vyumba majengo yamechakaa maeneo mengine sawa wamejenga, lakini sisi ukijenga maeneo mengine na kwenye wilaya isiguswe, wananchi hawezi kuelewa unachokisema. Kwahio bado tuna vyumba vingi ambavyo ni chakavu kwenye maeneo yetu, nikianza kwenye shule ya msingi Songa Mbele na maeneo mengine kadha wa kadha, ambayo kwa sababu na dakika tano sita yataje, lakini wito wangu naotaka kuutoa, wananchi wametumia gharama zao kujenga magofu tuna magofu ambayo yana wastani wa zaidi ya miaka kumi na tano mpaka kumi na mbili. Serikali tunaomba mwende mmalizie hayo majengo, kwa sababu wameajenga kwa maumivu makali, wamejenga kwa kufungiwa wamejenga, lakini leo ameshindwa kuisha. Naomba tutie nguvu kuhakikisha haya majengo yanakamilika, lakini sio hivyo tu. Changamoto ya vyoo leo katika karne ya ishirini na moja wakati ukijisifia kuna maeneo kadha kadha, mashule ya msingi kwenye maeneo yetu yanafungwa kwa kukosa vyoo. Orodha ni ndefu, muda hautoshi, lakini waziri akitaka nitampatia. Vyumba vinafungwa, shule inatishiwa kufungwa kwa sababu haina matundu ya vyoo. Kuna shule moja, kuna shule moja ya msingi ambayo iko kata ya Nyakatundu, wana matundu mawili, ambao haya matundu wanatumia walimu na wanafunzi, matundu mawili ambao mengine ameshazama. Hiyo tunaongelea karne ya ishirini na moja. Lakini pia twende kwenye habari za barabara, nyie wote mnajua, nimekuwa niongelea changamoto ya TARURA wilaya ya Kierwa, kwamba bajeti ya TARURA wakati mwingine haitosherezi kwa sababu ya nature, ya kijiografia na maeneo yetu kwa hiyo ni lazima tunavyokuwa tuna tunaongelea hizo quick wins. Quick wins zisambae kwenye maeneo yote, na hasa maeneo ambayo ni ya kimkakati. Ukija kwenye wilaya zetu, zina uchumi, zina rutuba, zina, zina kila kitu. Kama serikali ikiwekeza, kama serikali ikitoa maendeleo, ina maana sisi tutafika mbali. Naomba hayo ni aache, nije kwenye kazi ambazo ameifanya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ni mmoja kati ya champion ya maridhiano. Mheshimiwa Rais amekuja na kitu kinaitwa 4R. Sisi wengine tuliamini kwamba hii nchi ilihitaji mwanamke katika wakati sahihi kuiponya, na akaja na 4R zake, akasema kuna reconcilia, reconciliation, resilience, reforms, rebuilding. Hizo ndo 4R ambazo zimemdefine Mheshimiwa Rais duniani. Sasa leo kinachotokea kwa watu wa chama changu Chadema, wanasema no reform, no reform, no election. Unajua imetoka wapi? Kwenye ile 4R ya Mheshimiwa Rais ya tatu, wamesema wanataka reform. Ni kwa nini wametaka reform? Kwa sababu ya past experience. Sisi wote huko ndani tumekukiri, kuna wakati mambo anaweza kwenda ndivyo sivyo. Hivi kwa watu kusema wanataka reform ni kosa? Mheshimiwa Rais yeye ameridhia kwamba hii kwa hi nchi kama taifa tuje pamoja, tujadili mstakabali wa maendeleo yetu, ndio maana ameleta reform, ameongelea reconstruction, kuna shida ya reconciliation. Leo tunawaweka watu ndani kwa sababu ya kutaka reform Tundu Lissu ni sahihi. Hii amani tulionao leo, amani ni tunda la haki. Amani tulionao leo, kuna watu wamefanya kazi kubwa mpaka amani tunayo leo. Hatuwezi kukubali kuivuruga amani kwa sababu ya ubinafsi au uchaguzi. Hatuwezi kutaka kuhimiza Tanzania kwanza. Wanasiasa ni wangapi? Kwanza wabunge ni wangapi? Mawaziri ni wangapi? Kwa population ya Tanzania watu zaidi ya milioni sitini na then tunaposa, tukae chini kama taifa tupate mstakabali. Wamekuwa wakitoa mfano, mfano katika game ya Simba na Yanga, unamruhusuje refali wa Yanga kuchezesha hiyo game? Hayo maelezo mbona ni yako wazi, na nirudie kusema ikichama, kazi mmefanya, si mmejenga rami, si mmepeleka zahanati, si mmepeleka umeme, kwani shida iko wapi refali akiwa neutral? Mimi nadhani hiyo ndio call napasa kuitoa. Nimalizie na chaguzi za serikali za mtaa. Aliyemaliza kuongea ameongea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dakika moja. Kuna maeneo ambako kulikuwa na mgombea mmoja. Wananchi walipaswa kupiga kura ya hapana. Hao ndio. Au wananchi walipiga kura ya hapana maeneo mengine, kura zao hazijawa kuhesabiwa mpaka leo na mshindi hajawahi kutangaza. Haya mambo yanaliumiza taifa. Sisi tunataka taifa letu la amani lenye viongozi wanaoheshimika waliopatikana kwa kwa credibility tudumishe hiyo itatufikisha mbali. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.